Shuleni enzi hizo. Eh, bwana mambo vipi? Bwana, safi vipi kiongozi? Sure inakuaje? Ah good yes. Eh, bwana mpenzi mtazamaji, anataka kukufahamu unaitwa nani? Kwa jina naitwa Mustafa Yusufu Ali. Ah. Ali. Eh, bwana kipindi ani ni, ni shuleni enzi hizo. Uh, shule ya msingi umesomea mkoa gani? Shule ya msingi nimesoma Mtwara, shule ya msingi inaitwa Shangani Primary School. Miaka ya nyuma ilikuwa inaitwa Aga Khan Primary School. Nataka kufahamu ile siku ya kwanza, wakati unapelekwa kwenda kuanza darasa la kwanza na mzazi, ulijisikiaje? Kwa kweli ni ngumu kukumbuka hivyo kwa sababu ni zamani sana, nilikuwa mdogo lakini kitu ambacho nakumbuka ni zile harufu za daftari na penseli. Unacheka, lakini kuna harufu fulani ambayo ni nyumbani na hujai kuipata ile harufu. Na mimi mama yangu, kabla sijaenda shule, alikuwa ananifundisha mwenye nyumbani. Kwa hiyo nienda darasa la kwanza nikiwa najua kusoma na kuandika. So, unanielewa? Okay. Najua kusoma na kuandika nienda shule sababu mama yangu alinifundisha nikiwa nyumbani, lakini tofauti nilipopata shule ni ile mazingira ile uniform zote ni mpya, darasa la kwanza mnaingia chumbani mm -hmm na peni penseli mpya madaftari, okay, mapya kwao, kuna harufu fulani ambayo kiukweli na imisi siwezi. So, naipata wapi tena ile harufu? <laughs> E bwana, hebu e niambie, wewe uko wapi? Na siku ya kwanza wakati unakwenda shule, wakati unafungua e, e, yale madaftari, kwa mmoja wa jamaa hapa, anasema kwamba kwa kuna harufu fulani hivi ambayo ukifunua daftari jipya na na ile penseli unakumbana na harufu fulani hivi amazing. Je, yeah, wewe hiyo hali ulipata au kuipata, basi tuandikie ni maoni yako kukupita kwenye namba za simu ambazo zinapita chini ya TV yako. Ehem, wakati unaendelea na masomo na wakati unaendelea darasa la, la kwanza na darasa mengine je, ni matukio gani ambayo unakumbuka kipindi kiwa shule? Kwanza, katika matukio makubwa ambayo unayakumbuka ni kwanza, sio kama tunajisifia, ni ukweli, ni kwamba nilipofika shule ile mwezi wa sita, nikawa mwanafunzi wa kwanza, mwezi wa 12 mwanafunzi wa kwanza lakini historia kubwa kwanza la kwanza la saba, ni kwamba kwanza la kwanza la saba nimeshika nafasi zote kumi. Ile ya kwanza msingi elfu mbili na moja ni baba yangu, yani ni mtu janti, mtu mkubwa na ndevu, yani unaona kweli, huyu ni kaka mkuu mpaka miaka ilivyo zidi kwenda, hilo ni la kwanza. La kwanza la pili akumbuka, kwa hiyo ah -ah. Wewe ukiwa ni mtu ni wa, ma, wa mabavu shuleni piga ni, ni mwalimu koaachagua anasema ule, kwa sababu, ambao alikuwa kwa wababe shuleni, ila kwa haraka nitamkumbuka mmoja, ambaye kwa sasa ni mheshimiwa, ni mwenyekiti wa Kigamboni anaitwa Mabula Emmanuel alikuwa mbabe, na huyo hapa bwana mtangazaji hapa kidogo amenikumbusha kunifurahisha. Huyo Bwana Mabula Emmanuel mwenyekiti, utanisamehe kama utani utakuwa unaniangalia live. Ni Mabula Emmanuel, alikuwa mbabe, mtoto mmoja, baba yake alikuwa askari jeshi kule Mtwara, kutakuwa zile jeshi la maji. Sasa mtoto akawa mbabe sana pale shuleni, lakini zile nizama, ambazo unajua Mtwara kuna miogo sana yes. miogo korosho kwa mm. kipande kimoja cha mogo aa shilingi kununua vipande vile vya mogo saa nne na ile ice cream unauza shilingi kumi na yeah. kwa kwa kwa mm. na Mabula Emmanuel yeah. na mm. la mm. lakini naye waaaa alipata mbaba wake baadaye. Umpe, umpe. Umpe, yeye tunaka, mm. mm. mm. ah baadaye sasa kama unavyoambia kuna binadamu muoga ujasiri ukanikana, kasema bwana leo mm yule atoboe. Na hiyo siku mama yangu alinipa hela nyingi, nakumbuka zile shilingi ishirini ishirini kubwa kubwa zile zile, alinipa tano zile, kwa kama nikila miogo yangu miwili bado nakula ice cream bado nakuwa na change au ningesema ndio miogo mitano kachumbali hiyo. Ah, nikasema leo bwana Mabula, leo achukui hela yangu. Sasa najilinda vipi? Lakini kila kiumbe kimepewa namna ya kujilinda, hadi kinyonga anapewa badilishaji wa rangi. Nikasema ngoja, kuna wale vinyozi ambao wananyoa kwenye mwembe, chini ya mwembe wanatumia zile nyembe wale. So sasa hivi watu twenda ni baba shop masaluni ah kwa nikapita kwa kinyozi pale mkoa wa Mtwara ukipita posta nyuma, kuna jamaa alikuwa kinyoza kwa Juma yule mm. kaenda nikakuta zile nyembe kama kumi, nikaziunganisha zikawa kama mimi silifani kama ya cheni hivi yes. nikazitia mfukoni mwangu nikataka kujilinda lakini yeah. afu ile shilingi shilingi zangu ambazo ziko tano zile nikaziweka mfuko wa nyuma, ileta nsi yangu ya shule yeah. nilipofika tu getini kweli bwana Mabula huyo hapa, babe wa shule mm. babe wa darasa kwanza, ile ndio mtuonea sana mm. akanyosha mkono nikamwambia, sasa leo bwana Bamsa leo chukua mwenyewe aliingiza mwenyewe mkono aliingiza mwenyewe, mw... mkono kwa kutumia nguvu zote akaaf mpaka ofisini kwa mwalimu kabu na, kat akatoa mashtaka nikafuatwa kweli, mtu ana damu zinavuja, nikapewa adhabu, zile adhabu za shule ya msingi ambazo kushapu fulani ambazo unasimama tunaeka mikono hivi ma... kiuno juu kaweka oh, akapigwa okay. Fimbo kama mbili tatu, lakini sasa mwalimu lazima kwanza afanye vile yule pale apate huduma ya kwanza. Kana anahudumiwa, yule mwalimu anataka kujua chanzo ni nini, tatizo ni nini, tatizo ni nini, tatizo ni nini, tatizo ni nini yeah. Hadi nifikie mwanzo wako umefanya kwa nini? Nyembe mfuko ninazo zimetolewa ushahidi, mwalimu anauliza shida nini? Akapigwa stiki za kutosha na akapiga sana push up zile. Sasa nabidi nijieleze sasa kwa nini nimefanya hivyo. Nilivyojieleza, uwezi amini ndugu mtangazaji, ile kesi iligeuka Kamrudia mwenyewe mrudia, sema salama kwamba nimejitetea. <coughs> na mwalimu alinionya, kwa nini ulishindwa kuja kutoa taarifa? siku zote mabula yupo katika maisha ya shule, miaka imepita. Hilo la kwanza tukio. <coughs> la pili nalikumbuka ilo ni lapi. Matukio ni mengi of course. shule msua shule msingi shule maabashina saba miatatu na 350 wa mm. wa mm. wa wa mm. mm, lakini watu ni zaidi ya maelfu, maana ni watu ni wengi Asa, mwalimu mkuu akasema wanafunzi wote ambao wamekaa kwenye nafasi ya mia tatu kwenda chini mm. lazima wapate adhabu. Adhabu wanapata sehemu moja ya uwanja ambao wanaita uwanja wa damu. Uwanja wa damu. Kwa sababu kwenye uwanja wa damu ule tukatengwa, walifanya vizuri huko, walifanya baya huko, bado wapigwe na walimu wote. Sasa dadangu ndo alinifurahisha. Sasa mwalimu alimuita akamuuliza, wewe una shida gani? Mbona pacha yako anafanya vizuri anakuwa hapa wa kwanza, wa pili hapa na shule zote amekuwa shule na sababu yeye anakuja na kwa mtoto wa hamsini akasema ah, mwalimu, sikufuja nimi akili zake wewe, mimi si nani uwezi nilazimisha nipeleke kwenye namba zake. Tumezaliwa tumo mmoja, lakini hatufanani ubongo. Fine ubongo, sasa. Ni kama sawa wewe, kwa sababu umejibu zarao wenzake wote walijitetea kwa sababu walitakiwa watoe ahadi kwa bwana. Mimi mtani huu nimekuwa mtoto wa hamsini, ila ujao itakuwa utafanya. Dada yangu alikataa hiyo ahadi, alisema hata nikikuahidi siwezi kufanya vizuri kwenye shule hizo zote. Mimi uwezo wangu ndio huo, nitakuwa mia tatu au mia mbili. Wale wakasema nakupa adhabu. Sasa alivyonifresha dadangu, alisemaje kaka hivi hadi saa kumi na mbili. Ah, okay, tano. Yaani kwamba alikuwa namaanisha kwamba akinichapa papa papa, vimeisha pa, yeah, nimeendelea na mambo yangu. Lakini siwezi kutoa kadi ya uongo ambayo itakuja inifunge tena mtihani ujao lakini ukumbuke wale ambao walitoa ahadi wa hamsini, wote, tena wa mia nne, tena. alikiri kwamba mimi siwezi kufika kwenye hizo ila tu mwalimu ni mengi, ni mengi, ni mengi hayo Okay. Unawaambia nini hawa vijana wetu ambao tumewapeleka tum, shule kwa sasa? Of course kuna tofauti mkubwa kati ya zile ambazo sisi tumesoma hata kama sio zamani sana, lakini si ile ya utandawazi; speed ni kubwa sana. Yaani na na so, okay, okay, uwezi kumlazimisha mtoto wa sasa hivi asome kama alivyosoma zamani. Yeah. Wakati wazazi wanasoma zamani, kukuwa na ma smartphone na ma computer, ilikuwa ni vitu adimu sana, wachache walitumia. Current tuna ma smartphone ya kutosha. Usilazimishe mtoto wa sasa asome mazingira ya analog. Watoto, mimi nawashauri wazingatie elimu haina maana kwamba elimu ndio kama wanavyosema kwamba ukiwa na elimu ndio elimu itakusaidia kufuta ujinga na kujua vitu vingi, na pia itakuongoza katika maisha yako. Umepata ajira, hujapata ajira, muhimu ni zingatia elimu, kwa sababu kila siri imefichwa kwenye maandishi, siri zote a, hilo ndio la muhimu, elimu kwa ya dini, kwa, lakini asizingatie elimu kwa maana ya kwamba nikisoma nikiwa na degree fulani nitaajiriwa sehemu fulani. Yaani elimu hiyo ni ukombozi wake yeye, omboiwake na kiongozi

<coughs> Hey, na na okay, kipindi wani ni enzi hizo shuleni. Nafikiri umemsikiliza jamaa ameweza kuzungumza mengi na ameweza kukujuza mengi bwana. Ninaomba tu wakumbuke rafiki zako watano ambao umesoma nao shule ya msingi na uwape neno uko waliko. Naomba wangekuwa sita. Mtu mmoja namkumbuka Hamisi Mwinyi Makungu, mwanangu amesoma naye Oliver Milumba, huyu bado yupo Mtwara kule kule anasoma. Kule kule nasoma e, wa kiume kiume mwingine namkumbuka mtu mmoja tu, Azizi Usufu Dar es Salaam, ni Dar es Salaam, nangekangeka na maisha yake. Mwalimu wangu mkuu hapo nimpaisha kidogo, aitwa Joseph Kandeo, miaka um, kama minne nilienda, nilienda, nilienda e pale, na, okay. Na, ni mwalimu nani hapo shule ambayo alikuwa ni, ni, ni, ni hatari sana kwenye mpanda viboko. Mpanda viboko mwalimu mmoja ndio mwalimu wa Chiula. Ni mwalimu wa Chiula ni mwalimu mmoja ambaye kwanza alipewa sisi ile shamba tumesoma, ilikuwa na kitengo maalum cha wale watu wenye ulemavu, sisi tunahitaji tunaita, sio ulemavu wa akili, sio nini kama hiyo. Eh, ilikuwa na hicho kitengo, mwalimu alikuwa ndo amekabidhiwa hicho kitengo mwalimu alikuwa na deal na wale watu, pia alikuwa ni mwalimu wa michezo, michezo sana kupeleka watoto Finland nini, lakini alikuwa ni mwalimu mmoja ambaye kwenye stick, ah, he was very good. Hatari sana ana hesabu, yaani mpaka alizike kama umejichanganya, unaweza kalata stick kumi na saba kumi na tisa Ile namkubali kwa sababu alisaidia kutunyoosha, sababu acha mbali shule na kuwa mwalimu mtaani na kuwa mlezi. Umeenda disco, unakutana naye disco, asubuhi assembly anakuita jina Jana nilikutana na mwanafunzi fulani disco, njo ana ulianda disco kwa mtaani. Mtaani unamwogopa, na shule unamwogopa. Shule unamwogopa kwa mwalimu wa shule anamkubali sana. Utukiwa shule tulisikia kama anatonyanyasa, lakini baada ya ku graduate tukajua alikuwa anafundisha. Okay, na baada ya kumaliza mkikutana mtaani ndio mwalimu pekee ambaye anakuwa rafiki yako sana kuliko walimu wengine ambao shuleni uliwa na peace. Ah, okay, shuleni unamwogopa, ukishamaliza ndio anakuwa rafiki mtaani na hata kazi anakupa kwa sababu akiwa mwalimu alikuwa pia na hizi watu ambao wanamiliki muziki kwenye masherehe nini. Okay, yes. Na na ah, okay. Kwa baadhi ah, alikuwa alikuwa uh, ya wanafunzi wake pia baada ya kumaliza alikuwa anawachukua na kufundisha DJ nini. Na DJ mmoja sasa hivi yupo kusini kule anapiga baa moja aje Shangani Mess, anatangaza pia Safari Lady, aitwa DJ Bacho. DJ Bacho alikuwa ni mwanafunzi wake na alipomaliza yeye ndio akamtune kumuongeza kwenye DJ, na sasa hivi kijana maisha yake amejiajiri leo amejipea yeye DJ, anapiga baa aje Shangani Mess, anapiga Safari Lady kusini kule. Okay. Hmm. Bwana nikushukuru sana, nashukuru pia. Asante sana. Asante. Bwana, hii ni JN Power TV, kipindi wane ni shuleni azizo. Tumeyasikia ya kuyasikia, tumejifunza ya kujifunza. Niseme tulipo kwakati huu basi, nitafute wakati baadaye ili tuweze kupiga stori Namba za simu zinapita chini ya TV yako, basi gusa kidude, endelea kutuma message, endelea kupiga simu ili nami niweze kujua unapatikana maeneo gani, niweze kukufikia ili tuweze kupiga stori. Kipindi wani ni shuleni ya nzizo, good luck mluma, bye bye.